dogo kwa uchache, kama kama kama katibu wake. Kidogo kidogo, pole. Unajua kidogo tu, tuambie taarifa hizi umezipokea, ulikuwa na wapi? kidogo Unajua Jenista alikuwa mtu wa aina gani? Wewe, wewe, wewe kama katibu wake. Siwezi, blaz. Siwezi. Eh, mara mwisho muli mlizungumza kitu gani wewe na Jenista? <coughs> Tunamshukuru Mungu kwa yote. Mm. Yeye ndiye alitupa nafasi ya kuishi na na uwezo wa kusema chochote wakati wowote. Mheshimiwa, nimeongea naye juma nne juzi usiku, takaliagiza ofisini kufanya kazi, kaambia mama sawa. Nimekuja ofisini nimefanya kazi juzi, akiwa na maandalizi ya kuja kesho kutwa Jumatatu, nikamrudishia ripoti Jumatano, namtumia meseji, meseji zinafika kwa kiajibu, napiga <coughs> simu, simu hapokei. <coughs> Alhamisi asubuhi <indi> ndio napata taarifa <coughs> <coughs> ama <kari kii. tos> mitandaoni kama sisi <coughs> Tulianza kuona mitandaoni watu wakiwa wana wanaposti wana wana wanaposti na simu zikawa nyingi zinaingia kwangu, kusema sijui chochote sielewi chochote, na mi naona kama wanavyoona watu wengine kwenye mitandao. kinamwisha mwishoni ukapata taarifa kutoka kwenye ukurasa wa Bunge, tukawa tunathibitisha hizo taarifa, lakini baadaye sikuweza kuulizia mpaka nilivyoenda kwenye TV TBC ndo wakawa wametangaza. Oh. Oh, um, mara ya mwisho muliwasiliana kitu gani? a walikupa kazi gani, <laughs> ufanye? Hapa mwisho alinipa kazi ya timetoka tangazo la kozi zile za ufundi na Pelamio kwenye mkoa wetu wa Ruvuma, imetoka Pelamio na na St Joseph kule Mbinga, mkoa mzima wa Ruvuma kwa hiyo akanitaka niende nikutane na mkuu wa chuo cha Peramiho kujua utaratibu ulivyo, lakini pia akaniambia niwasiliane na makatibu wa Chama cha Mapinduzi kwenye kata jimbo la Peramiho, kata zote kumi na sita, na nilifanya hiyo kazi na nikarudisha ripoti kwake. Wakati narudisha ripoti kwake, ndiyo sikuona tena akiwa na nijibu. Lakini ukweli wa Mungu, tunaja kusema, tutangulia nasi tutamfuata umeishi ume naye kama kiongozi wake kam, kama kiongozi wako uh, umesema ni mtu ambaye alikupa nafasi uh, kuna uongozi wake kitu gani umejifunza? Yaani tunayo nafasi ya kujifunza mengi. Mheshimiwa wako alikuwa kiongozi ambaye anaujua ukubwa wake, anajua hadhi alionaye, alikuwa nawezo uwezo kukaa na mtu yoyote, na kimsingi kwa nafasi ya kipindi hiki mimi nikiwa shuhuda kama msaidizi kwenye ofisi yake, tumeona walio wengi tulio wengi watu wamefanikiwa pale, ambapo alikuwa na uwezo wa kumsaidia mtu kwa nafasi yake, alikuwa anasaidia. Ni pale ambapo uwezo hana, nakwambia hili jambo binafsi, uwezo sina, lakini tutapambana namna kuona namna tutakavyokusaidia.